Na mshukrani mtalaki, bila shaka atakuwa anatupatia maelezo zaidi tunapoendelea na taarifa hizi za Sema na Citizen. Kwenneko ofisi ya usajili wa ardhi katika kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na chama cha mawakili nchini LSK tawi la Kilifi wametoa tahadhari kwa wakazi kutokana na kuongezeka kwa matapeli wanaojifanya kuwa mawakili na hata maafisa kutoka ofisi za ardhi. Kulingana na ofisi ya ardhi, visa hivyo vimekuwa vikiongezeka kwa muda wa miezi mitatu iliyopita sasa huku mwezi mmoja pekee kukiripotiwa visa sita huku washukiwa watatu wakikamatwa na polisi. Akizungumza na wanahabari katika ofisi yake, msajili wa ardhi katika kaunti ya Kilifi, Mohamed Bilo amedokeza kuwa baadhi ya mawakala hao wamekuwa wakiwatapeli wakazi wa Kilifi katika kesi za urithi, hasa familia ambazo hazina ufahamu kuhusu sheria na taratibu za ugavi wa ardhi.

na kwa sasa tumefanya kazi pamoja na la land registrars na tumeweza kunasa matapeli kama watatu kwa the last three months. Moja saizi ako ndani kizimbani na tunangoja sana achukue aende kotini na sheria